Sasa mbona unasimama? Siwezi kupita hapa. Sasa, mbona unasema hivyo? Kati tumetembea kule kote, umekubali tu kuja na mimi, kufika hapa unakataa? Mbona kama naanza kukuelewa sasa. Umekuwa unakimbia kwa sababu ya mapenzi? Huyo ni nani amekuwa anakuvuruga akili mpaka unajisahulisha wewe mwenyewe yaani, hizi enzi sio enzi za kusumbuana kabisa. Iwe uchawi, iwe mapenzi, iwe kitu gani, haya maisha ni unatakiwa ukae tu wewe peke yako. Hebu tuondoke. Nimekuambia siwezi kupita hapa. Wewe hebu tuondoke bwana. na kitu kinakutisha, hebu jaribu kunielewa mimi hapo. Ninachojaribu kufanya tu ni kuokoa maisha yako na vilevile kuokoa maisha yangu pia. Mimi sijui kitu ambacho kinakufuata, ulikuja tu kama unalia, unapiga manduru, sijui ni nini. Kwa hivyo tafadhali, twende tu mahali ambapo tutafikia, ndipo sasa tupumzike. Sina maana hiyo, hebu kwanza angalia huko huko Unamaanisha hawa ndio wamekuwa wanakufuata kufuata? Ndio. Kwani ni akina nani hapo? Hata mimi siwajui. Mwanzo walikuwa wananikujia kwenye ndoto, kisha sasa wanakuja wazima wazima. Basi inawezekanaje? Vizuri, tulikuwa tunafuata mtu mmoja, hatimaye tumepata nyongeza. Kwa hivyo nyinyi ni wachawi? Umekuwa watu wa kufuatilia maisha ya watu. Mimi nadhani labda ulikuwa unakimbizwa na watu elfu moja, kumbe ni watu wawili tu. Sasa nyinyi munisikize, mnisikize tena, mnisikize vizuri. Nataka nikifunga macho nifungue mkuwe mmetoka hapa. Haya, naanza. Moja, moja na nusu Hivi hawa ni hawanisikii, au hawanisikii si ndio? Mbili. Hebu tokeni hapa, tokeni hapa, naliwasha gari. Kimya. Amesemaje huyu? Kwa hivyo najiona kujua si ndio? Unajiona mwenye nguvu, dada? Muonyeshe dada tena ni mtazamaji wangu. Wewe nani mtazamaji wako? Hebu kimya, siongei na wewe. Ah okay. <laughs> Now we are here nauyahia nawe unatoka t wanatoka tivu saa, siongei na nyinyi kabisa, naongea na mtazamaji wangu hapa e, hamjamboni a watazamaji wangu Ajaden Bella Official, nawashukuru sana kuendelea kwani sapoti. Nashukuru sana kwa ku kuendelea kutusapoti sisi kama timu JB, nashukuru sana kwa nyinyi kuendelea kutusapoti na kuendelea zaidi. What's that Ha, to, to, to, to. <laughs> Oh, ah, thank you. Asanteni sana. uh, nimekuja kuwambia kuwa kuna kitu kingine kipya kinakuja, na msichoke kutusapoti kama mnavyoona huku nyuma tunaendelea kupungua, lakini mbele tunaendelea kukua. Asanteni sana kwa kutupa sapoti yenu, vitu vingine vipya vinakuja kando, na sijafa kuna series nyingine ambayo inakuja, inaenda zaidi ya masaa mawili. Kwa hivyo naombeni, endeleeni kutusapoti. Hebu angalia kama kule vitu ambavyo tunatumia hizo vitu, kweli tunaumia, vitu zenyewe quality zimeanza kurudi chini, kwa sababu zimeanza kuzeeka, lakini mkiendelea kutupa sapoti, tutazidi kuendelea zaidi. Ebu tuangalie hii hii, bwana, tunahitaji kununua nyingine, bwana ila Siwaambia tu unanigonga gonga, kama hebu hebu shike, endelea kushikia, si unaona hey, hizi vitu zenyewe zimerudi chini. Na kama mnavyoona, mkiendelea kutusapoti sisi tutaendelea kuwapa vitu quality nzuri kabisa, quality ambayo inaweza quality ambayo itajieleza wenyewe. Kwa hivyo nashukuru sana mwendelee kusubscribe, kulike na kukoment. Share hii kitu Subscribe, like, comment ili tuendelee kupata mingine zaidi na kuendelea kupata story nyingine zaidi. Naitoka zaidiatoka TV